Kuanguka mrina haogopi nyuki. Marehemu mamangu alizoea kutuambia kuwa nguvu azimwishi mwanadamu wala azipotei bure, kumalizwa tu na mabuu. Mwanangu, usifanye hofu, nikujuavyo mimi huku. Ingia katika bahari si yako, wala hakuna refu lisilokuwa na ncha, yote yana kikomo. Eti ipo siku haya yote yatapita. Mkulima hodari libasi yake huwa imechakaa na kuchoka, lakini moyoni anabaki safi kama theluji, wa kutosheka na tija ya sulubu zake. Uwezi kumlinganisha na mkulima wangu safi zilizopigwa pasi zikanyooka Swali so, la A yaweke maneno haya katika muktadha wake. Dondoni kurasa 18 tusome sote tujikumbushewanaen gy <coughs> kushha <coughs>

wanawake <tutu> watakao watoto lakini wakakosa kubarikiwa. Watoto ni baraka, shukuru katoto na mtoka Nema sili mama, shukuru kimya. Mimi nilitaka watoto, lakini kwa siku nyingi haikuwezekana. Mungu alikuajiu maombi yangu na kuifungulia milango ya eli. Nilifanya uso wangu kung'aa kwa furaha nikijihisi kama mtu aliyeingia katika likizo ya furi. Lakini mama, baba je, alifurahi sana kweli? Vizuri. Msemewa ni Neema, mahali ni nyumbani kwa Neema jijini. Nyumbani kwa Neema jijini. Nakini au kichochea cha kauli ni anamshauri asife moyo kushughulikia familia yake. Kwa hivyo Sara anamshauri Neema asife moyo kushughulikia familia. Ba, fafanua sifa moja ya mnenaji inayojitokeza katika dondoo hili. Mshauri. Hapa tunaona Sara akiwa mshauri, anamshauri Neema asichoke kuitunza familia, asichoke kuitunza familia. Swali la cha. Fafanua mbinu zilizotumika hapa. Kwanza kuna methali. Methali ya kwanza pale ni Mrina haogopi nyuki. Ile metali mrina haogopi nyuki. Kuna mbinu ya jeshi, ukipenda ite kisegere nyuma, ni pale ambapo tunarudishwa nyuma na mwandishi ili tujue kwa nini hali ilivyo sasa. Kwa hivyo kisegere nyuma, marehemu mamangu alizoea kutuambia nguvu azimushi binadamu. Kwa hivyo nyuma, kutueleza mamake alikuwa anasema nini. Pia pale kuna ishara, ishara pia tunaziita tashira. Bahari, bahari. Kuna nidaa, nidaa unaiona pale eti eti. Kuna taswira oni Taswira oni, libasi yake huwa imechakaa na kuchoka. Libasi yake huwa imechakaa na kuchoka. Kuna tashihisi, tashihisi au uhuishaji ni kule kuvipa vitu visivyokuwa na uhai sifa za binadamu. Libasi yake imechakaa na kuchoka. Kwa hivyo libasi ni nguo. Nguo haziwezi kuchoka kama binadamu. Kuna tashbihi, ni kwa sababu unafananisha kutumia viunganishi, safi kama theluji. Safi kama theluji. Kuna tanakuzi. Libasi iliyochakaa na pia kuna nguo safi zilizopigwa pasi zikanyoka. Kwa hivyo hili limechakaa lakini nguo ni safi. Da, onyesha kuwa msemewa hakuingia bahari ambayo si yake. Msemewa ni Neema, yani hakuingia kwa jambo ambalo haliwezi. Yani hakuingia katika ndoa ambayo haiwezi. Kwa hivyo hapa unapaswa kuonyesha jinsi ambavyo Neema amepambana na matatizo. Amepambana jinsi ambavyo amesuluhisha kwa sababu anaweza. Hakuingia bahari ambayo si yake. Kwanza anafanya kazi ya kuuza kompyuta mjini, anafanya kazi ya kuuza kompyuta mjini, anawajengea wazazi wake nyumba. Tunaona anaelimisha Azna hadi chuo kikuu. Anaajiria wazazi wake wafanye kazi. Anapeleka Sara hospitalini na kumrudisha nyumbani. Na tunaona anadumisha ndoa yake na Bubu. Tuzungumzie dondoo nyingine, tumeshawizungumzia hii lakini turudie maswali tofauti. Eti alama, my foot. Eti ameshuka nafasi darasani lakini akapandisha alama. <laughs> Eleza maudhui yanayojitokeza katika dondoo hili. Dondoo ni ukurasa ishirini na sita. Tusome ukurasa huo. Ana alama zuri aiamani yule mwingine, lakini alishia alama alama ndizo so muhimu. Afadhali amepunguza alama akapanda nafasi darasani. Lakini anamkatiza hamna cha lakini, nimechoshwa na hizo ajili za alama kupanda, sizidi tena mimi. Wewe utaki kuona kama mwanao anazidi kupotea? na wewe kila mtu nilizungumzia hili na kuja na ajili za alama, eti potele pote. Huyu sasa anachukua ngumu kwa kufua, wala uone kwa mtende umeingia mchanga. Kwa mimi ninaona mtoto anajitahidi kwa kuweka alama, japo kwa ajili ya kushika nafasi nzuri kama awali. Juu ya yote, mtoto anaendesha mambo yake kwa ukuna wa dhati mara kwa kuwa wa wazori, kwa kwa kwa kwa sisi tunajaribu na kiasi vizuri hivyo. Katika buju Buju, neema Neema, mahali ni ni ni ni nyumbani kwa Neema, jijini. Kisha mandhari samani kiini au kichocheo cha kauli, walikuwa wanazungumzia elimu elimu, ma, matokeo ya masomo ya ya masomo. Nani swali swali la la a eleza maudhui yanayojitokeza katika dondoo hili za mnenaji, za mfano pale useme darasani lakini akapandisha alama. Jadili sifa sifa tano. Kwanza msiri ana madeni mengi lakini ameyazika moyoni. Anavaa vizuri au pia yule mfano anavaa vizuri na kujivisha tabasamu ila ndani ana viraka na huzuni tele. Tunasema ni msiri ana madeni mengi lakini ameyazika moyoni. Anavaa vizuri na kujivisha tabasamu ila ndani ana viraka na huzuni tele. Pili ni mwenye bidii. Huyu ni mwenye bidii au unaweza kusema, eh, ni mwenye bidii. Anaamka asubuhi kuwahi kazi. Anaamka asubuhi kuwahi kazi. Tatu, Buju ni mwenye hamaki. Buju ni mwenye hamaki. Kwa sababu anakasirika Neema anapomwambia Lemi ameshuka nafasi darasani lakini akapandisha alama. Kwa hivyo ni mwenye hamaki. Anakasirika Neema anapomwambia Lemi ameshuka nafasi darasani na lakini akapandisha alama. Nne, ni aliyetamauka kutupwa mchele ulioingia mchanga. Tano, Buju ni mwajibikaji au amewajibika kununulia familia chakula, mavazi na kuelimisha Lemi na Mina. Pia ni mwenye kuwajibika. Ununulia familia chakula, mavazi na uelimisha Lemi na Neema. Anampiga jeki matibabu ya Sara na anagharamia ya masomo ya Salome hadi chuoni. Pia anajenga maudhui ya mila, anaambia Neema hawezi akakaa na wazazi wake nyumba moja itakuwa laana. Anajenga maudhui ya uadilifu, anapompeleka Neema hospitalini na kugharamia matibabu yake. Amejenga mtiririko wa vitushi vya tamthilia anapozungumza na Neema nyumbani. Kwa hivyo amejenga ploti anapozungumza na Neema nyumbani na pia amesaidia kuelewa sifa za Neema kama msumbufu. Yaani nashudukizia zile sifa za Neema kama msumbufu. Dondoo, maumbile hayo sawa na vidole, hayafanani. Sawa na watoto wachezao bembea. Samahani, sawa na watoto wachezeao bembea. Tumecheza na tungali tunacheza sehemu yetu kwa zamu. Haidhuru iwe ni akamba au ya chuma Muhimu ni kwamba tumeshirikiana kusukuma kwenye bembea yetu ya maisha tumeshirikiana na Maumbile hayo sawa na vidole hayafanani. muktadha.

kichocheo cha kauli walikuwa wanazungumzia ugonjwa, ugonjwa. So wa oh, wali, wali wali ugonjwa. ugonjwa wa nani wa wa wa wa wa Sara Sara Sara Sara, yale matatizo yamepata katika ndoa ndoa, si ndio? ule ugonjwa ugonjwa ugonjwa. Swali la a, jinsi dondoo hili walivyocheza bembea yao yao yao na na na na hapo kwenye Neema. Kwa kwa hivyo hivyo hivyo, hao walicheza vipi vipi? Yani walishughulikia maisha. Kwanza alikuwa alikuwa afya afya, hata ikaingia kumpiga kumpiga, anamsababishia nini, alafu akaanza akapata moyo. Wanakaa muda mrefu bila kujaliwa, wana wanasema kusimangwa heri inawajia wanapojaliwa neema Azna na Salome. Upo wakati ambapo Sara na Yona wanakuwa wafanyikazi wa nyumbani, wakati mwingine wanakosa kuwa nao, inabidi wajifanyie kazi za nini, za nyumbani. Angalia vile maisha yanakuwa mazuri, kisha kwa mmoja anapata nini, changamoto hizo. Ndio tunapaswa kuandika. Sara na Yona wanasemwa kwa kukosa mrithi. Neema anafidia pengo hilo kwa kusimamia mji wa Yona vizuri. Zamani watoto wa kike kama Sara hawakuruhusiwa kwenda shule, siku hizi wasichana kama Neema wanaenda. Sara anapougua anashindwa kupika, Dina anakuja kumsaidia kupika. Huduma katika hospitali za kijijini ni si nzuri, wodi zinanuka dawa Zile hospitali mjini alipolazwa Sara ni murwa, wahudumu ni wazuri, madaktari wameka, wameka, makinika, shiti ni safi, magondoro ni mazuri. Watoto wa zamani walilelewa vizuri katika utamaduni na lugha zao asili kinyume na ilivyo leo. Wajukuu wa Yona hawajui hata neno moja la lugha yao asili. Wazazi wa kijijini kama Sara na Yona walijilelea watoto na kuwaadilisha. Wa mjini kama Neema wametingwa na kazi, wanawaachia watoto mayaya. Sara anamwambia Neema, zamani safari za jiji kuu zilibugudhi, zilibugudhi kutokana na barabara mbovu zilizojaa vumbi na matope. Siku hizi barabara zimesakifiwa na kufanya usafiri uwe, usafiri uwe haraka.